Sasa kwa kina mama, wakati mwingine sijui ni haraka haraka, si ndio? Ntachukua eh? Vijiko nimeleta baadhi ya vijiko vijiko, vijiko vya plastiki tunaona vijiko hivi vidogo eh? na nitaomba vile vilevile mmoja ajaribu kuonyesha namna ya kumlisha mtoto eh. Kikubwa kinachotokea kwa kina mama utakuta amemweka mtoto hapa, haraka haraka, wakati mwingine anamfinya, si ndio, wakati mwingine anamchapa na sasa watoto utakuta na mikakamao, wakati mwingine anaenda hivi si ndio, analia e, atashika pua si ndio, ama wengine wanakinga na mkono hapa chini, alafu anamimina uji, si ndio eh? Alafu anashika nini pua ya mtoto pale, unafanyaje? Maana yake umemziba hewa. Sasa ni kitu cha hatari sana, maana yake kuna kiwango cha chakula kinaenda kule kwenye njia ya hewa si ndio? chakula kinaenda kwenye mapafu na chakula ikienda kwenye mapafu, matokeo yake ni nini? Mtoto kupata maambukizi ya mapafu mara kwa mara, kukohoa mara kwa mara, mara mpata limonia, si ndio? Kwa sababu ya uchafu wa chakula umejaa kwenye njia ya hewa. Kwa hiyo tunavyowalisha watoto, hakikisha kwanza unamwambia mtoto sawa eh, umwandaye kwamba saizi unampa nini chakula Sawa sawa eh? Na umbembeleze kwamba ni muda wa kula hata kama haongei msemeshe, sawa sawa eh, kwamba ni muda wa kula na mtoto awe anakula wakati huo, anafurahia anachokula, tofauti na unamchukua tu haraka haraka, hata hajui unataka kufanya nini, mara umeanza kuchukua kijiko una unamimina si ndio? Hausubiri, hausubirii muda wa mtoto kutafuna wala kumeza ndio maana muda wa uji ni saa nzima, si ndio? Muda wa chakula ni saa nzima, unakaa unalisha nini, lakini kiwalisia wewe unakula saa nzima? A, mtoto ukimpa chakula wa kawaida anakula saa nzima? Hapana. Tumeweka ule muda mrefu saa nzima makusudi kwa sababu tunajua ulaji wa hawa watoto ni wa taratibu. Kwa hiyo hakikisha unavyomlisha mtoto usienda haraka, mpe chakula na chota unampa kwa huku mbele, sawa? Eh, mwingine anachota tu, hata mtoto haoni kwamba unamlisha nini, si ndio? Yeye ni kupeleka tu kula. Wakati mwingine umemchapa, si ndio? Subiri mtoto atafune, subiri mtoto ameze, alafu mpe chakula kingine. Na utampangia milo yake kwa siku mara ngapi kulingana na ushauri wa taalamu, si ndio? He, kulingana na hali ya mtoto, baada ya mtoto kufanyiwa uchunguzi maana yake, eh, na utaelekezwa kwamba huyu umlishe mara ngapi kulingana na hali yake ya, ya utapiamlo, sawa sawa. Na kwenye mikao ya watoto wamezungumza vizuri, kwenye mikao ya watoto nayo ni shida. Wamama wengi huwa eh, utakuta mkono kwanza huko huku, si ndio, umebana uh umebana huu mwingine umeushikilia eh? na kichwa wakati mwingine melaza hivi, sindio? Kwamba nakurahisishia wewe kumimina chakula vizuri, sindio, na haraka haraka yako <laughs> kwamba unamimina tu chakula. Ni rahisi sana mtoto kupaliwa. Kwanza hafurahii sindio? Umemkaba, simkono mwingine umebana huku, au mwingine umeshikilia hapo. Hakuna urafiki sindio? Nachotakiwa mtoto leta huu mkono mbele, alafu na huu uwe mbele e. Kama ana changamoto ya shingo haijakaza vizuri, ama kuna mikakamao, hakikisha mkono wake kama umempakata, hakikisha mkono wake umeweka nini hapa kwenye kiwiko na umenyanyua kichwa chake juu, sawa eh? akiwa hapa sio rahisi kupaliwa. Sawasawa, eh? na nimesema chakula kinatoka mbele. Wakati mwingine ni vizuri, nawe unamwonyeshea chakula sawa, kama alivyosema, umwambie, unamlisha unamlisha nini? Sa, sawasawa hmm. Na wakati mwingine watoto wao wanachagua chakula, si ndio? Sasa wewe kila siku uji uji uji uji, uji, sindio? Wakati mwingine mtoto analia, kumbe hapendi hata ladha ya nini, si sindio Jaribu kuangalia na mtoto anapenda nini, jaribu kubadilisha balisha chakula sawa. Sie ni uji wa mahindi kila siku kila siku, uji wa mahindi, si ndio? Ladha ile ile, hebu jaribu kutafuta na nini na ladha nyingine. Wakati huo umeshamkalisha mtoto wako vizuri, si ndio? Eh, umekavalisha na apron wakati mwingine, ili asijichafue chakula, si ndio? Tunaelewana wazazi? Mikao watoto hao wa wanakaa vizuri, wanakalishwa vizuri, wanalishweje? Wengine wanatumia vijiko vikubwa hivi, si ndio? Sasa hiki kijiko hakiwezi kuingia kwenye mdomo wa mtoto, si ndio? Sasa mzazi analazimisha tu yeye, ni chakula hiki, sio rahisi. Na chakula kawaida unatakiwa kijiko kiingie ndani, alafu mimine chakula sawa, eh sio hapa nje, ukasubiria kwamba yeye ataleta mdomo. Uh -huh. Peleka chakula ndani taratibu, alafu mii chakula taratibu. Na wengine huwa wanabana, unamwambia no, no, bana mdomo, si ndio, ili aweze kupokea chakula. Kwa hiyo tutumie hivi vijiko vidogo, sawa eh. Hey, msitumie hivi vya watu wazima, hapana. Tumia vijiko vidogo, vipo vidogo lakini vya hii chuma si ndio? Sasa hivi wakati mwingine vinakata midomo ya watoto, na watoto wengi utakuta wana mikakamao si ndio? kiingiza tu kitu amebana, si ndio? Sasa wakati mwingine vijiko hivi vinawakata midomo, ndio maana tunapendelea sana mtumia hivi vya vya plastiki sawa eh. Na unachota chakula kidogo, si ndio? naelewana wazazi na hivi vijiko vidogo vipo hadi uma, si ndio? Hey, vipo, ni wewe tu kutafuta. Kwa hiyo tuwalishe watoto na kwa upendo, si ndio eh? Navyomlisha mtoto, jaribu kutafuta namna kwamba mtoto afurahie anachokula, na kama afurahie, jaribu kufikiria kwamba mtoto afurahie chakula. Kwa sababu gani? Shida ni nini? ada ya chakula Jinsi ulivyomkalisha umemkaba, ama ni aina ile ile ya chakula kila siku mtoto, si ndio? Kwa hiyo lazima uangalie shida ni nini. Wakati mwingine anaumwa, si ndio? Kwa hiyo lazima uelewe mtoto, kwa nini analia, kwa nini hapendi chakula, si ndio? Sababu kama umemzoesha ee, kumkaba Kifika muda wa chakula kwanza yeye ni kulia tu, sindio? Kwa hiyo unaweza usielewe, kwa sababu tayari ni tabia ishajengeka kwenye akili yake, si ndio? Kwamba muda wa chakula ni nini? Ni kama kuna kavita fulani ndogo, si ndio? Na mtoto anajiandaa kulia. Jaribu tuwatende watoto kula chakula. Kuna watoto wengine ukimkalisha hivyo anapiga chakula, yaani kile kijiko kabla hakijafika mdomoni anakipiga. Unakuta hataki, au hata kikienda um amekipuliza. Hata kama umebadilisha, wacha kwamba labda jana nimpikia uji wa ulezi, labda leo gorola mzizizile na nini, ani chochote kitakachofika Anaeleuawezakmsaa lazima chanzo chake ni nini, sindio? Kwa sababu nimesema inawezekana ni picha ambayo imejengeka kwenye kichwa cha mtoto kwamba e, mda ikifika mda wa chakula eh, hujali kwamba anaumwa auaumshirikishi kwamba unataka kufanya nini, ndio ladha chakula ja kipenda ama hausubiri chakula, kwa hiyo wakati huo na yeye anaanza kujihami, si ndio? anapiga na yeye na e. akipiga manake naonarudishia unapiga si ndio? <laughs> Sasa sio kitu kizuri naweza, lazima ujue kwamba eh, mtoto anataka nini? Kwa nini anaonyesha tabia fulani? Lazima umchunguze mtoto vizuri, shida ni nini? si ndio? Eh, isiwe isiwe vita, sawa mama? eh. Tuwasikilize na watoto hata kama wana changamoto ya kuongea. Hawa watoto ambao nimesema wanakakamaa si ndio, mwingine kulegea si ndio, shingo haijakaza si ndio, na mwingine kwenye ile mijongeo, wakati mwingine amekakamaa wakati mwingine ame, amelegea. Sasa kinachotakiwa kwanza ni kumweka kwenye mkao mzuri. Mkao mzuri nimesema e, hakikisha mikono yake inakuwa mbele si ndio? Eh, unazuia na unapozuia hakikisha umezuia kuanzia kwenye bega, sababu ukimleta mbele na ile hali ya mijongeo nayo inapungua pungua na, na umewekea uzito kidogo si ndio? Kwa mkono umezuia na huku umemkalisha vizuri. Kwa hiyo hatutegemei kwamba mtoto anapeleka mikono yake nyuma pamoja na shingo, kwa nao, na wengine huwa analia kwa hiyo kinachotakiwa pale ni kumkalisha vizuri, shingo yake usiruhusu iende nyuma, hakikisha umeileta mbele kiasi na mikono yake ipo mbele na umemzuia sawa sawa eh? Na kuna hawa watoto wengine tayari wameshakuwa wakubwa, unaweza kutumia viti, hasa vile viti kona, sawa eh? Ukamkalisha vizuri pale na mikono yake inakuwa juu ya juu ya meza, si ndio eh? Na wakati mwingine huwa tunafunga na, na mkanda belt si ndio? Alafu unaanza kumlisha pale, tayari umeshazuia ile hali ya yeye kwenda nyuma. Ni hali ambayo wenyewe hawanashindwa kujizuia si ndio? Ile hali inakuja tu na sasa hawezi kula, tayari akishakuwa kwenye ile hali ya mikono amepeleka nyuma na shingo amepeleka nyuma si ndio? Kwa hiyo kinachotakiwa ni kumweka kwenye mkao mzuri, mikono iwe mbele na awe kidogo shingo yake imeileta mbele, usiruhusu shingo ikaenda